Roho Mtakatifu, nafikiri kama umenielewa sasa. Bila Roho Mtakatifu, usipokuwa naye huyu, maisha magumu, magonjwa atakutesa, kwa sababu. Ngoja nikwambia, kwani nasema hivi, unapoingia kwenye ofisi, kwenye interview, chuo, walioko pale wana Mungu wao. Kama una nguvu nyingine ya Mungu kuisha habari yako. Kufungua unaenda kufungua maduka sehemu, una kibana kibanda chako, kuna miungu yao. Hakuna hakuna mahali mungu wao ila ukimtumia huyu Roho Mtakatifu ndani mwako atakusaidia, yupo, anahitaji mtambue na mtambulishe kazi za Roho Mtakatifu. Namba moja kitabu cha Yohana 14, 15, 16 Yohana Mtakatifu 14, 15, 16. Kazi ya Roho Mtakatifu ya kwanza ni mfariji. Bwana Yesu anasema nitawaletea mfariji. Umepata msiba Umefiwa, baadaye anapenda kwa mtu kutaka msaada, uwe nakufa, rudi ndani. Roho Mtakatifu, jambo hili ni zito, naomba faraja, naomba nguvu. Kuna kitu kinaingia ndani mwako pau, kuna shangaa, baada ya maumivu unasikia Bwana faraja, unasikia nguvu mpya, kwa fariji, na wengine sio kwa sababu ulikuwa nayo. Kuna nguvu imeingia, inaitwa roho mtakatifu. Kuna wakati unapitia matatizo Pesa hakuna, chakula hakuna. Roho Mtakatifu, wewe ni mfariji, nisaidie. Anakuja anakusaidia. Anasema cha kwanza ni mfariji, cha pili kitabu chio cha Yohana kumi na nne, kumi na tano, kumi na sita anasema ni msaidizi. Sasa nisikize kwa makini, watu wanachanganya msaidizi. Sio msaidizi kama assistant msaidizi ni mtu ambaye anakuongoza. Ukiamka asubuhi, badala ya kuamka kukimbia nimechelewa kazini na kuomba na nakuomba na kuomba katika jina la Yesu, kabla ya kuinuka kaa pembeni ya kitanda chako hata chini, mwambie Mungu wangu na kushukuru, naomba Roho Mtakatifu unisaidie siku ya leo. Mkaribishe kwenye maisha yako, siku inakuwa nyepesi na vikwazo utakutangulia. Watu watakapokuona hawatakuona wewe, watasema mbona kaka una furaha sana? Kwa sababu hawakuoni wewe, sio sura yako inahusika. Kuna neema, kuna mafuta. Roho Mtakatifu, mchana amefika. Roho Mtakatifu unahitaji sana. Umeanza kunywa chai, usikurupuke kula chakula. Vyakula vingi vinapitiwa. Umenunua unga, uchi umepita wapi? Mimi ndio kuonyesha mfano tu wanapitisha pesa kwenye miungu yao. Huo unga unachona na kutengeneza. Kuna mtu mmoja juzi nilikuwa napita kwenye mashine yake. Nikamwambia karibu bwana tu tukaombe, ashaweka mambo yake tayari pale. Kwa hiyo sikwenda kwenye nguvu nyingine. Watu wana vitu vingi. Kwa hiyo unapokula chakula unakunywa maji, eh, hey, Roho Mtakatifu. Ya bariki cha mwana yake. Bariki maji haya. Nisaidie. Roho Mtakatifu atakusaidia. Umefika usiku unaenda kulala. Roho Mtakatifu ni Mungu. Sasa unisikiliza kwa makini sasa. Namuomba Roho Mtakatifu, namwomba Yesu. Sikiza kwa makini, unapomwomba Roho Mtakatifu umemwomba Yesu. Ndio maana sasa unaomba kwa jina la Yesu. Unapomwomba Roho Mtakatifu umemwomba Mungu Baba, ndio huyo huyo. Roho Mtakatifu ni Mungu, Yesu Kristo ni Mungu, Mungu Baba ni Mungu, lakini Mungu mmoja. Katika nafsi ngapi? Kusema Roho Mtakatifu ni saidi, hamna tatizo. Kwa jina la Yesu, kwa sababu jina la Yesu linaondoa dhambi linatupa nafasi ya kumwelekea Mungu. Bwana Yesu asifiwe. kwa ya kwanza nimekuambia kazi ya Roho Mtakatifu ni nini.